Taarifa kutoka RFI inasema kwamba huko DRC makabiliano zaidi kati ya Wazalendo na M23 yameripotiwa Kivu Kusini. Mapigano zaidi yameripotiwa kwenye vijiji vya Chofoi, Kasheke, Kabamba na Mabingu Jimboni Kivu Kusini, Mashariki mwa nchi ya DRC kati ya wapiganaji wazalendo na waasi wa AFC ama M ishirini na tatu wanaosadikiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Vyanzo vya kiusalama na mashirika ya kiraia kwenye mkoa huo vimethibitisha kuwa wakazi wa vijiji vya Chofi na Kasheke, wilaya Kalehe, na vilevile vile Kabamba na Mabingu, eneo la Kabare wamejikuta katika hatari mbaya na wengine kulazimika kukimbia makazi yao. Mapigano hayo yalianza Jumanne kwenye maeneo ya Kasheke, Lemera katika eneo la Kalehe, ambapo vikosi pinzani vilipambana siku nzima. Idadi kamili ya vifo kutokana na mapigano hayo bado haijajulikana, huku idadi ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao ikiongezeka na wengi wao hawana msaada wowote wa kibinadamu, vyanzo vya habari ndani vimesema. Hii ni taarifa kutoka DRC ambako makabiliano maikari zaidi kati ya Wazalendo na M23 yanaripotiwa Kivu Kusini, yeah. Lakini mtazamaji, utajiuliza kwa nini vita hivi haviishi Kongo? Mara kadhaa nimeeleza kwa kina zaidi kwamba kuku mweupe ama kuku mweusi huwa ukimkuta kwa mganga, jua anaponzwa na rangi yake hivyo Vita vya Kongo si rahisi sana kuja kuisha kwa sababu Kongo inaponzwa na rangi yake, na rangi ya Kongo si nyingine bali ni ukwasi ama utajiri uliopo katika ardhi ya Kongo, na si mwingine bali ni rasilimali aina ya madini. Madini yanaiponza Kongo, madini inawaponza Kongomani, madini yataendelea kuiletea vita Kongo, lakini unajiuliza ni lini mwisho wa haya yote? Ni lini pumziko wa haya yote? Labda Kongo ije kuishiwa madini. Lakini ieleweke kwamba katika dunia nzima Kongo ndiyo inaonekana kwamba ni nchi pekee ambayo ina utajiri mkubwa wa rasilimali madini kuliko nchi nyingine yeyote, hivyo hakuna siku ambayo Kongo itakuja kutengamaa kwa namna moja ama nyingine. Haya nayasema si unabii tu, bali historia inajionyesha hivyo. Lakini vita vya Kongo, hakuna ambaye ya, anaweza kusema wakika, kwa uhakika kwamba ni lini vitaisha, ingawa mazungumzo yanaendelea pande zote mbili, yaani waasi pamoja na serikali ya Kinshasa, lakini nani ha, wa hakika ku kuitoa ama kuitengamanisha Kongo. Maana wote wanaoonekana kama wanataka kuitengamanisha Kongo, hasa nchi za magharibi ndizo zimeweka vitu vyao pale na kuchukua mali za Kongo. Tuendelee kuiombea Kongo, maana jirani anapokuwa hayupo salama, hata wewe pia unakuwa haupo salama. Karibu kwa maoni yako.